Ukiangalia hata maana, ukiangalia kuna neno ambalo kwa Kiingereza ndio linajaribu kuelezea linasema, intimacy emotional intimacy. Intimacy ni kama in to see me, yani kuniona mimi katika undani, undani wangu uko vipi? Muunganiko wa hisia ni ile hali ambayo unajisikia ukaribu na mtu fulani, ukaribu usio kawaida, kiasi kwamba unaweza kushia naye mawazo yako ya ndani, yani mawazo ambayo huwezi kushia na mtu mwingine yoyote, mawazo yako ya ndani kabisa hisia zako, uoga wako, wasiwasi wako, na ukajisikia kabisa kumwamini huyo mtu kufikia hiyo levo naye, uka yule mtu akakuona na akakuelewa na akakukubali bila kukuhukumu, na akakubali kukusapoti ni kuwa we mwenyewe yule halisi wa ndani, na ku, kumruhusu mtu akujue wewe akufahamu. Hiki kitu ni muhimu sana kwenye kujenga mahusiano na mwanamke. Vivyo hivyo, sio kwamba nani iko kwa upande mmoja, vivyo hivyo na kwa upande wa pili, yani huyo mtu wa upande wa pili naye aweze kukutendea hivyo hivyo unapotenda wewe, tunaposema hapo kuna muunganiko wa hisia kati yetu. Sasa kuna baadhi ya pointi ambazo zinahusiana na muunganiko wa kihisia. Pointi ya kwanza ni kujiweka wazi. Kujiweka wazi mbele ya mwenzako ni yani kumuonyesha udhaifu wako uko wapi, uoga wako, kasoro zako. Pa pili ni imani au tumaini, kumtumaini mwenzio, kumtumaini huyo unayemwambia kwamba atakuwa na huruma kwako na hatakuhukumu kwa jinsi ulivyo. Namba tatu, uelewa kwamba huyu mtu atanielewa hiki atani, nachokimaanisha wakati namwambia hivi, ataelewa mtazamo wangu, ataelewa yale ninayopitia, kwa nini nipo hivi. Namba nne, kunikubali, atanikubali vile nilivyo bila kunihuku yani, bila kunijaji jaji, jaji sana. Atakubali ule uhalisia wangu. Namba tano, kuwa na maongezi huru, yani maongezi ya kufunguka, sio maongezi yale ya kujiminyaminya, sio mbea. Kuna tofauti kati ya maongezi yale ya, ya undani, yani yale mambo mnaongea ndani wawili, alafu kuna kuna ombea wa kudiscuss watu, ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa mna, mnaongea maongezi mazito wawili, lakini hayana umbea wala mumteti mtu dhumuni ni la kwenu nyie kuungana. Pale pointi ya sita ni kwamba kuweza ku, kuhisi kile anachohisi mwenzako, yani unaweza kuvaa husika wa mwenzako kwa muda ule, unaweza kuingia kwenye dunia yake ukahisi anavyojisikia kwa muda huo, na yeye hivyo hivyo. Muunganiko wa hisia hutakiwi kulalia upande mmoja, unatakiwa kuwa pande zote. Je, unaweza kuingia katika dunia mano, ya, ya dunia ya mwanamke au dunia dunia ya mwenzako, na yeye akaingia kwenye dunia yako na kuhisi vile unavyohisi muda huo. Umeona, katika muda huo mnavyoongea, unajisikiaje? na yeye mwenyewe hivi hivyo akanani, kwa hiyo akakuelewa katika u, uelewa wa ndani kabisa. Sasa, faida faida yake huwa inapelekea vitu vifuatavyo. Kwanza, inaunganisha inajenga ina, ina ule muunganiko wenu kati ya nyie wawili hasasa kwa watu ambao mna, mnataka ku date muda mrefu, mnataka kuwa kwenye mahusiano ya muda mrefu. Inaunganisha inangani, ni kama vile pingu fulani mnafungwa. Namba mbili, waga inaondoa migogoro. Yani ile migogoro ambayo unajua hamna, kuna kuna migogoro mkiwa kwenye mahusiano hatakiwi kushirikishwa mtu sijui, eti wale wasimamizi wa harusi, sijui wazazi, yani hawatakiwi kujua migogoro yenu, mnaweza kusolve nyewe wenyewe peke yenu, kwa sababu kila mtu yuko tofauti, yani uwezo Haiwezekani wewe ukamjua ukamjua huyu mtu kuliko unavyomjua mimi, wakati mimi na naye kila siku ndani, si unanielewa? kwa kuna migogoro mingine ndio watu wanda solution, sio kila migogoro inaizafuta solution kwa watu wa nje. Yani mkiwa mnao muunganiko wa kihisia, mnajikuta mambo yenu mnayamaliza nyewe wawili mengi, kwa sababu ya ule uwezo wa kuwasiliana. Faida ya tatu, waga, inasaidia sana katika kukua, yani mnajengana Mnajenga, yani mnakuwa mnajengana, yani mkiwa mna project fund raise kuimaliza kwa sababu kuna kuwa kule yani kujengana kunaongezeka, kumsaidia mwenzako akue, kumsaidia mwenzako aongezeke, yani mnajengana wote. wa namba tano, kama sija kama, kama naelekea vizuri kwenye idadi yangu, inasaidia kuaminiana, yani huna wasiwasi mwenzako anaweza akawa wapi, kaenda wapi, yani ukae ile kwamba atanichiti, atafanyeje, atapinduka, atabadilika, tabadilika, atafanya mara nyingi. Umeshakuwa na muunganiko wa kihisia Hayo mawazo yanakuwa ya hayapo tena, yani hayapo, mnaweza mkawa mko mbalimbali mbali. Lakini kama vile mko hapa. Unajua, kama hamna muunganiko wa kihisia, mwenzako tu akienda mkoa mwingine unaanza kupata pressure, unakuwa unampigia simu mara, uvizie vizie kwa nafanya nini. Lakini mkishakuwa na muunganiko wa kihisia, hata kama yuko wapi, kuna ile imani iko ndani kwamba hawezi kufanya kichochote, hawezi yani, kwa sababu kuna ule muunganiko tayari. Nataka nikupe mfano, fikiria ukienda nje ya nchi mama yako anakuwa na wasiwasi kwamba huyu mtoto wangu akienda huko atapata mama mwingine, labda huo ni mfano tu, japokuwa hisia zake ni tofauti. Mama yako atakuwa na wasiwasi kuwa huyu mwanangu kaenda sehemu fulani huko atakuja kupata mama mwingine, atanisahau. Yani hiyo haipo, kwa sababu kuna muunganiko fulani mlijengaga na mama yako, anajua hamna, yani hamna. Hata atokee mama kwanza kukurubuni, mimi ndo mama yako, sijui ni sawa, mama yako huwezi, huwezi. Labda kama huyu mama yako alikuwa anakuabuse anakuabusa anakufanyia, ana ana, ana ukatili, anakunyanyasa, anavunja yule, lakini mamako amejenga muunganiko mzuri wa kihisia nawe. Hata wakina baba wanajua, kwa watoto wa kiume wanajua. Yaani, naweza nikawa namlipia mwanangu ada kila kitu. Mamake yuko tu pale kazi yake kukaa naye. Lakini mtoto akija kupata hela, hela zote kwa mama. Mama ndo anapewa. Anapewa hela, utamgawia baba, utamgawia fulani. Why? Sasa ishara ya kujua kwamba tayari umesha yani, muunganiko wa kihisia ni mpana sana, uwezi ukamaliza siku moja. Uwezi ukaunganika na mwanamke wako kihisia yani, umemaliza kila kitu. ni kitu ambacho ni process ndefu. Sasa, utajuaje kwamba umeanza hii process? Kuna ishara nitakupa kadhaa ambazo zitakuelekeza, zita kwamba, mm, hapa tayari huyu mtu niliyenaye tumeunganika kihisia kiasi fulani. Kwa mna maongezi mazito sana yani, kuna maongezi ambayo mnakuwa mkiwa mnaongea nyewe yani, maongezi ambayo hau hamna mtu mwingine anatakiwa kuyasikia yani. Na namba mbili, ukiwa wewe mwanamke wako au mwanaume, unajisikia huko uhuru kuelezea hofu zako bila wasiwasi. Lakini ukiona uko na mtu alafu unakuwa na wasiwasi wasiwasi kuelezea hofu zako, njue bado muunganiko wake. Lakini muunganiko wake si ukiwepo. Mara nyingi unakuwa uko comfortable kuelezea vitu gani unaogopa, vitu gani vinakuku vinakupa wasiwasi, wasi, vinakupa hofu, unakuwa uko comfortable kuelezea. Tatu na uwezo wa kujionyesha kwa. Hivi kwa mfano kama ulikuwa hujaonana naye hivi labda mbele na evi, la bambu, tuna watu wengine au uko eneo ambalo mko na watu wengine tu mnapiga stori hivi, yani hata kama ni marafiki zako unajisikia kama ugenini. Lakini huyo mtu wako akitokea mkiangaliana hivi, yani unasikia kama vile mko nyumbani, yani hata kama mko eneo fulani tofauti, lakini kitendo cha kumwangalia mkiwa unajisikia kama vile mme, u, yani umefika nyumbani, yani uko comfortable. Ukimwona fulani unajisikia yani unajisikia ay, eneo lolote kwa mfano ni ugenini, liwe wapi, lakini huyo mtu akishafika ile eneo unajisikia mko nyumbani. Na unaanza kukuta mtu mwingine, wameoana miaka mingi, mpo kwenye mahusiano, mtu wako akitokea sehemu, kwa mfano kama mjaonana muda mrefu, kuna ile tension fulani, kama unajisikia kujikaza, yani kama unajisikia eh kama, yani hata kama upo na rafiki zako, moyo unasema mmm, msiondoke hapa ili tuwe huru. Na hii utaanza kuiona mwanamke wako anaomba space, naomba space, nataka tu nitoke leo, nataka nitoke peke yangu. Ujue hapo muunganiko wa hisia hamna kwa sababu mwanamke wako anataka, kwa nini anataka kukaa peke yake? Kwa nini anataka kujitenga? kwa jigeni watu waga anataka kujitenga, wanasema bwana huyu jamaa wanasema nini? Introvert, introvert na extrovert. ni mtu anayependa kutoka sana, ni mtu anayependa kukaa sana peke yake. Kwa nini mtu anapenda sana kukaa peke yake? Kwa sababu ule uhalisia wake wa ndani, hamna mtu anaweza kubondi naye. Unaweza mkao mmekaa mnaongea, lakini sasa yani ile kitendo cha kuweza kushare na wewe ile muunganiko wa hisia ukishatokea, yule mtu popote anapokuona anajisikia yuko nyumbani, yani anajisikia amani. Ukitokea hivi, hata kama alikuwa yuko kwenye pressure ka, unaweza kuona kama hata umeenda labda kumpokea mwanamke wako, ameenda kushuka kwenye ndege, labda anakusubiri, labda unaweza kumuona anaongea na watu wengine pale labda airport nini, lakini haji feel secure, anaongea nao, lakini hayupo pa. Ukitokea hivi, unaona hata muonekano wake yani, anapenda wewe endelee ustawi. Hiyo ni ishara kwamba kuna muunganiko wa kihisia kiasi fulani. Namba saba. Unajisikia uko comfort, unajisikia uko huru kuelezea madhaifu yako kama nilivyosema. Namba nane, mnakuwa mna tabia utani, mnataniana. Ndio, utani utani upo, lakini utani wa heshima. Kuna matani ambayo unajua kabisa hamna mtu anaweza kunitania zaidi ya mtu wangu ambaye niko naye kwenye mahusiano, mnataniana. Alafu mna tabia ya kushare experience, matukio fulani, mwaga mnashare ambayo matukio unajua kabisa siwezi kuongea na mtu mwingine. Namba tisa, ukimya hauati hofu. Unajua, kuna mtu mwingine ukiwa naye hivi kwa mfano, labda mnasafiri naye, au mko sehemu mmekaa, mkifika sehemu mmemaliza ya kuongea, alafu kuna ukimya umekuja, unajisikia panic, unakuwa na wasiwasi, kama unataka kuongea kitu fulani kukava, unajua hapo hamna muunganiko wa kihisia. Muunganiko wa kihisia ukiwepo, mnaweza mkakaa na mtu sehemu hata lisaa mjaongea, lakini uko comfortable, unaendelea mambo yako, ukiona unahitaji kuongea au kufanya vitu fulani sana, ili yule yani, ukiwa na huyo mtu umthibitishe. Ndio maana sometimes watu wanaanza kukaa peke yao kwa sababu anajisikia ni kama vile hayuko kwenye ule uhalisia sianielewa, lakini huu muunganiko wa kihisia ukiwepo mnaweza mkakaa kimya tu namba, namba kumi ni kwamba mnakuwa, mnakuwa mna kuna kugusana. Mnakuwa mna kugusana kwa aina mbili, kuna kugusana kwa mapenzi kimapenzi, yani ile kutakana labda nataka kushiriki tendo, alafu kuna kugusana kawaida. Ukiona nyie mara nyingi mnapogusana ni kwa ajili tu ya tendo, alafu hamna ile kugusana kwa kawaida ambako kama kushikana mkono na nini, haujue muunganiko wa kihisia ni mdogo. Alafu saini nyingine ni kwamba mnakuwa mnaheshimiana sana. Ukiona mtu anakuheshimu mno, uko kwenye mahusiano na mtu anakuheshimu yani anakuheshimu, kuna vitu hawezi kufanya ujue huyo mtu kuna kiasi fulani cha muunganiko wa kihisia sasa sababu kwa ajili gani watu wanaogopa kufikia kwenye huu muunganiko wa kihisia hasa wanaume ndo tunaogopaga tuna hata kuna wanawake ukianza kum, kumfungua yani umwanze kumuona aanze kujisikia ile hali kwamba unaanza kumuona uhalisia wake mwanamke anaogopa ana anaweza kaanza kujificha au hataki tena kuongea na wewe au anakuwa anataka kukimbia kwa sababu gani inakuwa hivi mwingine anakuwa hajazoea kwa sababu hiyo eneo kama hajawahi kulikanyaga hilo eneo kama hajawahi kuonekana hivyo mbele ya mtu, kuna ile hali kwa kujiona kwamba huyu anaona ananiona udhaifu wangu, yani ananiona ndani ananiona mimi mwenyewe, kwa kuna ile kwa kuogopa kwamba huyu atanijeruhi na ataona kwamba kumbe kuna vitu kuna vitu vingi naigiza, si kwa uhalisia ya wangu. Yani atakuona uhalisia ya wako ulivyo, kwamba unavyoigiza. Yani kama vile katoto, kila mtu unavyomuona hivi, kuna udhaifu fulani anao, anaweza kumuona mtu yuko tafi yuko ndio, unakuta Osama bin Laden walivyoenda kupekua kwa kompyuta yake wakakuta kuna katuni. Umeona watu wanasema zile katuni ilikuwa labda ni ujumbe anajaribu kuwasiliana Alkaida wenzake kwa njia ya kuficha, labda kwa, lakini hamna, jamaa alikuwa anapenda katuni <laughs> kwa hiyo unaweza ukaimagine kwamba kila mtu ana kaupumbavu kake fulani hivi anako ndani. Kila mtu usione mtu yuko tafu, sijui uko na mtu wa heshima, lakini kuna upande wake ambao wa ndani kabisa Naona kwa sasa watu waga wanaogopa kuonyesha ule upande, kwa sababu utamuona kwamba kumbe huyu jamaa sasa, ule wasiwasi kwamba ukishaona utachukua uamuzi gani, watu ndio maana wanakuwa wanaogopa kufika kwenye muunganiko wa kihisia, lakini ni muhimu kwa mwanamke. Wanaume unaweza ukaishi bila kuwa na muunganiko wa kihisia na mtu na ukawa comfortable tu ukaishi maisha yako vizuri tu ukawa na amani, lakini mwanamke hiko ndio chakula chake. Mtakuwa mnaishi ndio mnaweza mkaishi hata miaka hamjawahi kuwa na muunganiko wa kihisia hamjawahi kabisa. Mwanamke anaweza akawa anaishi na wewe lakini sasa ndio hivyo, unakuta anakuwa na marafiki zake wa kike ambao akikaa nao anakuwa na amani, anaongea nao vitu ambavyo wewe huwezi kuongea naye, na pia siku akija kupata mwanaume mwingine akaunganika naye kihisia, shughuli yako inakuwa imeishia hapo. Unajua mwanamke mwanamke jinsi alivyo, unaweza ukawa ni type yake wewe, ni handsome mrefu sexy very, yani very handsome man kama nasema mwanaume mrefu mrefu, mwembamba, mwe mweusi, yani unaweza ukawa, lakini ukawa unashangaa kitu kimoja. Mwanamke akawa na yani, anakutamani tu akuone. The moment umefungua mdomo wako tu pa kuanza kuongea naye ule, ule, ule mvuto wote wa kimapenzi unapotea. Au ndio kama hivyo? Kama wewe ni shuhuda, umewahi kuoa U kipindi mko nje hivi ya mahusiano, kushiriki na mwanamke alikuwa ni rahisi, lakini mara mlipoana mwanamke anakunyima tendo hasa, mara nyingine sio tu, tunawalaumu wanawake. Wanawake wanakuwa hawana ule muunganiko wa kihisia na wewe. Unajua muunganiko wa kihisia unamfanya mwanamke aanze kuvutiwa na wewe. Ndipo nikasema kwenye hii video yangu, kama wewe ni mwanaume ya, si hauna mvuto yani, wewe una una pesa una una kimo, kama mimi, urefu wako ni wa kawaida tu. Unajua wanawake wanapenda wanaume warefu uh, sio handsome una muonekano tu wa kawaida natural. Ni vema kujifunza hii kama unataka kweli kuwa na mwanamke wako muda mrefu, ni vema kujifunza hii technique ya muunganiko wa kihisia, kwa sababu hii ndio sehemu ambayo ni weak point. Hawa handsome boys ni manani, wana muonekano mzuri. Mara nyingi kitu waga wajui, na hata kama wanajua waga uh, forming bond hawafikagi hapa. Sasa hiki chakula ni mwanamke anakihitaji kwenye mahusiano. Mwanamke akiwa mdogo mdogo hivi miaka ishirini 18, 18, kumi na tisa, anaweza kawa. Ndio maana anaweza kawa na tembea na wanaume mahensam, anaangalia sana wanaume mahensam, wanaume bad boy, wanaume fulani hivi wa type fulani, umeona. Lakini unashangaa mwanamke anapoanza kuwa mtu mzima, hata appetite yake yani akianza kufika miaka 30, miaka 35, miaka 40, hata appetite yake ina change kwa wanaume unaanza kuona kuna wanaume fulani anakuwa anawataka wanaume, anakuambia wanaume waliotulia, wanaume watu wazima, wanaume nini. Kama atakuwa anaendelea kuwa na vijana, ana ni ni kwa sababu anashindwa, kuna vitu anashindwa kuvipata kwenye haya mahusiano ya huko kwao, anajaribu ku mix, lakini kama unaweza kujigawa kote, mwanamke anatulia nawe kabisa. Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa uvijue wakati unajenga muunganiko wa hisia au hisia na mwanamke. Kwa mfano, uoga, huu muunganiko, uoga hautaki haraka. Jambo la kwanza, hautakagi haraka kuharakishwa, hapana kwa sababu kumbuka, unaenda kwenye same sensitive ya mtu, au harakishwi. Unatakiwa kuupa muda. Namba mbili, hutakiwi kuforce, yani kuwa desperate. Unataka unataka yani unaforce unaforce, no. Namba tatu, hutakiwi kuwa upande mmoja, yani wewe uwezo kwa unataka tu mwenzako eti ndo awe anafunguka kwako, alafu au wewe unamfungukia mwenzako, unataka aone upande wako wa ndani, alafu hutaki kumpa mwenzako chance na yeye akuonyeshe uhalisia wake na we, up, yani, ule ushirika uwe una, unaegemea upande mmoja. Nne, muunganiko wa kihisia sio ombea. Yani, ukiona unapiga stori za ombea na mwanamke haimaanishi muunganiko wa kihisia. Muunganiko wa kihisia sio ombea, kuwasema watu nini, kuwadiskasi watu wengine. Huu sio muunganiko wa kihisia. Namba tano, muunganiko wa kihisia sio kufanya emotion dumping, yani we ndio unamweleziaga tu madhaifu yako mwanamke wako, yaani umpi muda wa kupumzika au na yeye anakuelezea tu ya kwake, hasipati muda wa kusikiliza ya kwako. Alafu wewe mwenyewe kuna matatizo mengine unatakiwa uweze kuyamudu wewe mwenyewe. Sio kila wazo linalokujia katika muunganiko wa hisia unatakiwa uliseme, sio kila okay. Na hisi video ishie hapa, naomba nahitaji kwanza comment nijue kama kuna watu wanapenda ku, kuna mtu yoyote hata kama ni mmoja, nitakufanyia video kwa ajili yako. Je, unapenda kuendelea ku niongelee mada ya emotion connection, muunganiko wa kihisia au niishie hapa hapa? Na kama unataka niendelee, kuna kitu gani hujakielewa niandikie hapo kwenye comment. Ntajua nitafanyaje, kama nitaongezea au nitaishia hapo hapo. Asante kwa kunisikiliza, like, subscribe.